Eh, jamaa wacha Mungu aitwe Mungu. Hata Mungu aitwe Mungu. Wacha Mungu aitwe Mungu. Muulize, tita ni mbaya. Kwa nini? Kuna siku Mungu aliitwa Jode, kama kuna siku Mungu aliitwa Kamau A u Mungu, Mungu ni Mungu, mbona unakuanga na hasira? Tuwatu anapiga kitoru, unaingiza hasira ndani. Nimekwambia wacha Mungu aitwe Mungu, unaniambia hatinan, namwita Jonde unakangaj, lakinis ni yako ama ni yangu? Wacha mimi nikulete kitu nikuwa nakuja nayo. Sasa yeah, mimi nikaingia gari za Rongai nakuja yeah. Atanakuja Rongai Jamaa, hey, hey, hey, hey. Ambulu, jamaa unajua ile design tu makanga na anasanyasanya pesa pesa, unaona jamaa, jamaa mwingine alipi. Ai, mimi nikasema nikaka, nikafikiria akasema hapana. Kwa nini? Hii pesa tunagawana tunagawana, nikamwambia wewe buda, si hujalipa fare. Tunagawana. Tulikuwa tunalipa ite. Nikamwambia eh, ng'ombe basi hata nipe 30, ukule hiyo ngapi ya juu? Jamaa akakataa. Hakuna kupea 30, sindio? Oh. Ilikuwa msina mama. Ilikuwa ite. Sasa mimi nikasema mimi nikule 30 alafu ya kule ngapi hivi tu ndio. Sababu hajalipa faina, nimekaa na yeye nimeona, akikupea, nilikuwa ite? Sababu ulikuwa ulikuwa unataka kukupea kati. Akupe, ulikuwa tukule 40 40, mimi nikaona ah, juu pesa ni yake ende alipishwa, anipe 30 ya kule 50. Oh, nilikuwa na dhani mimi ndiye napiganga hesabu. Ah, nilikuwa fikiria ah ati 80 80. Ona ite? Ukitoa 30 Hatina, unambaki, unambaki hey. Lakini hata at least, at least haizi, umekonda. Ulikuja ukanona, bwana, nikaanza kuwa na stress yeah. Ju kuna watu wengine wananona tu kwa ovyo ovyo hata tuku, hawajali tutawabeba aje kuwapeleka kuwazika wananona tu tuku. Kuulize uko mm. Mimi wewe ulikuwa unaniambia mimi nikonde, si ndio? Mtu ananoona ajali sisi wenye tutamuzika tutabeba aje? Unaona kwa majishi yangu nga au Mbona ungea maandishi hapo? Sasa kunaona ni nini? Eh? Kunaona ni nini? Kunaona hakuna mara gani kunaona. Kwa hiyo hakuna gani kunaona. Chonda upate kuona uone ndio hiyo. Mimi nahurumia watu wenye anataenda kunizika sitaki kwa kwenda mzigo kubwa kubeba. Sasa kubwa. Eh. Sasa kimwili yako na hii yangu ningekati naona.